Kwa hiyo tuna confirm wazi kwamba kanisa letu halijafungwa. Labda hao GCTC walishapewa nafasi ya kusikilizwa, walishapewa na notice, wakakaidi, ila polisi kwenye kuchanganya majina hapa, barauwae kule, wakaenda wakaenda GCTC. Kwa hiyo mambo uchanga ndugu zangu yapo yapo, majina ofanafana yapo ko, tuwatoe wasiwasi wa umini wetu, kanisa letu halijafungwa. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa halijafungwa Jumapili Tunaomba utulivu, tunaomba utulivu, tunaomba utulivu, tunaomba utulivu. Naomba utulivu, na kwa sababu kanisa letu halijafungwa, ila kwa sababu ya hofu iliwaingia umini wetu, kuona utepe, kukamatwa, kupigwa mabomu wameogopa na wameshona na kanisani, wakiamini pengine hili katazo, pengine la kweli. Si tumefuata tu watu wa kanisa letu kuiombea serikali yes, na kuiheshimu serikali, kwa hiyo yeah, akaona kama ni serikali imefanya hivyo, hatuna haja ya kupambana na serikali, tukasubiri, wasubiri viongozi wa juu watatuelekeza vizuri zaidi. Na kwa sababu ya subira hiyo mimi niwapongeze wapongeze kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kwa utulivu wenu ulipaataivo, endelea kuwa na amani. Sasa, rasmi Glory of Christ Tanzania Church Jumapili tu